Akizungumza na wananchi hao waliojitokeza katika zoezi hilo, naibu waziri Mmuya kwa niaba ya waziri wa ardhi nyumba, wa nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Akwilapo ameongeza siku ili wananchi hao waendelee kupatiwa huduma katika eneo hilo. Nimeshawasiliana tayari na waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi Daktari Leonard Akwilapo, ameruhusu kliniki hii iendelee mbele mpaka siku ya Jumamosi. Kwa hiyo naombeni wataalamu wangu mujipange, na hivi ninavyowaomba, Mama Samia alisema fanyeni kazi kwa utu. Fanyeni kazi kwa utu ili watu wangu wawe na tabasamu katika maisha yao na serikali yao. Katika hatua nyingine, naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi amewaasa wataalamu hao kuwa wavumilivu na kujitoa kwa moyo wa dhati kuwahudumia Watanzania ikiwa ni kuunga mkono juhudi za mheshimiwa wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ninachowaomba nyie muwe wavumilivu, muwe wavumilivu, mwongeze nguvu ya kujitoa, lakini mwongeze uaminifu. Msikubali kumhudumia mtu bila kufuata utaratibu. Watu hawa mtawahudumia wote bila kinyongo. Kama mna utaratibu wa kuwahudumia, utangazeni utaratibu wenu ueleweke. Kila mmoja anajua akifika asubuhi aanze wapi amalizie wapi na msifanye kificho. Mkifanye kificho bila kumpa mtu taarifa, ndio anaanza kukutuhumu kuwa wewe una hujuma na zoezi hili. Hili zoezi ni la Daktari Samia Suluhu Hassan aliyeapa kuwatumikia watanzania kwa usawa, na ni haki yenu kupatikana kwa hati, ni haki yako. Naombeni sana, wahudumieni wa Tanzania hawa kwa upendo mkubwa. Bongo Play TV.